Cha kwanza zaka ni ya nani? Zingati hayo maneno ni ya Bwana. Alafu cha pili ni takatifu, kama alivyo mtakatifu yeye. Kwa we ukiona zaka hii hapa ujue hii hapo ya kwa cha kwanza kabisa ni ya Bwana, alafu cha pili ni takatifu. Tumeelewana? Sasa, kabla ya kuendelea, kugusa kitakatifu maanake kumefanyaje? Soma kitabu kile cha Yosua 6 mstari wa 18 Yoshua sita mstari wa kumi na nane, ndio: na ninyi msikose kujiepusha na kitu kilichoweko wakfu, kilichoweko wakifu, kilichotengwa yani kitakatifu, ndio msije mkakitoa kitu kilichoweko wakfu, yani usitwae ukachukua wewe ukajimilikisha. Biblia inasema usifanye hivyo, ndio. Wakfu mm. Nanyi hivyo Israel, ya Israeli mtayafanya matuo, mtafanya kanisa kuwa limefadhaika, laani itakuwa juu ya kanisa. Hapa azungumzii mtu mmoja, cha kwanza hapa anazungumzia kama kanisa, mtafanya matuo yake kuwa yamelaaniwa, kitu kitakatifu kilichowekwa wakfu hapa, kwa sababu nazungumzia zaka na sadaka zaka na sadaka sitazungumza vipi? Kuna vitu vingine ambavyo vimewekwa wakfu. Ndio maana ukizungumzia kitu kilichowekwa watu, kwa mfano siku ile tukawa tunaweka wakfu nini, shiti zile nini zile, jana hivi ni siku ile jana, vimewekwa wakfu, kukichukua ukatumia kwa manufaa yako ni kusema hivi: Mungu njoo, niko tayari leta kisu chinja Takuju uelewe baadaye sasa. Maana kuna wakati huwa zaka huwa tunazijibulia tu za kawaida tu yani. Unajua nikitumia zaka ah, kawaida tu. Na unaona mambo yanastawi vizuri yani hata masomo unafaulu vizuri yani. Kwa hiyo wewe unaona mbona kama Mungu amefurahia tu mbona hana shida Mungu? Unatumia unaendelea kutumia unanunua viatu hiyo. Hiyo hiyo zaka unanunua viatu hiyo hiyo unapangisha geto. Hiyo hiyo zaka. Yani, na uko salama. Ila tafsiri ya Mungu ni hiki. Kufanya hivyo ni kutafuta rana kwako mwenyewe na kwa kanisa. Ndio maana unaweza ukaona leo nabii anazungumzia katika sura ile anayozungumzia Akani kwenye kitabu cha Patriarchs and Prophets, anazungumzia ya kwamba eh, kanisa linaweza likawa na giza. Na giza inaokuwaje? Unavyoangalia washiriki walivyo, mambo yanavyoenda kwenye washiriki, program nazofanywa <tuhi> zinavyofanywa Unajua shida ni nini? Tafuta kilichowekwa wakfu ambacho kuna mtu fulani amekificha. Inawezekana ni mimi ambaye nipo ndani ya kanisa, ndio nafanya matuo ya Israeli. Giza linakuwa katika kanisa ni kwa nini? Nimeficha kilicho kitakatifu. Kwa hiyo tumeona ya kwamba kitakatifu kilichowekwa wakfu, moja ni cha Bwana, sio cha kwako mbili ni kitakatifu. Halafu kingine unajua ni nini? Hiyo ni baadhi, zaka na sadaka huwa tuna, unajua maana nyingi huwa tunahubiriana. Hii zaka na sadaka, hii zaka ni takatifu, kwa hiyo tusitumie. Alafu sisi atu practice sababu tunaona Mungu amekaa kimya, nimetumia Mungu, mbona amekaa kimya hajafanya chochote? Ninajifariji mambo kwao <coughs> kabisa. Kitu cha ja pili ambacho nataka nizungumze kidogo ni ndoa, ndiyo maana wale ambao ni mimi kijana sijaona kuolewa, ila dhambi ya zinaa ni kama dozi ya Panado, asubuhi, mchana, jioni kila siku, asubuhi, mchana, jioni, hapo haupo na ndoa. Hicho ni kitakatifu, kujaribu kufanya hivyo kwenye upande wa ndoa ni kusema ya kwamba, Mungu, niko tayari, njoo uniue. Kwa hiyo wanazungumzia zaka ni takatifu. Kwa maana kitabu cha Walawi kinazungumza mambo ya utakatifu, zile kafara ukiangalia ni habari ya kutakaswa, kila kitu habari ya kutakaswa. Sasa nataka tuzungumze kitu kimoja hapa. Sasa baada ya kujua hivyo, zaka kama tulivyoona ya kwamba inaanzia hivyo na sadaka inaanzia ngapi na kuja kwa nini tutoe, ndio maana kuna watu ili huwa anazungumza mara nyingi, watu wanaona kwamba unajua Mungu unapolipa nyingi zaka nyingi zaka sana, Mungu anafurahia. Kama tulikuwepo tulikuwa tunajifunza masomo ya kuhesabiwa haki kwa imani, mtu hawezi kustahili au kuasirisha kitu fulani mbele za Bwana, halafu Bwana eti akafurahia. Maana Mungu siku zote ni mwema, hawezi kuongezewa na wema wa kiumbe, maana hata huo wema wa kiumbe Eh, huo wema ambao kiumbe anao ameutoa kwa Bwana. Kwa hiyo ukisoma kwenye kitabu kile cha Yakobo moja mstari wa kumi na saba kitu, kila kitu kilichochema hutoka juu na ushuka wapi? Kutoka kwa nani? Kwa Baba. Kwa hiyo hata ule wema ukifanya, ukisema kwamba nikifanya na Mungu namfurahisha, hapa tunazungumzia zaka, namfurahisha. Kumbuka unapoenda kuchuma mti tunda kwenye mti yaani, chukulia hiyo huo mfano kachuma aliyetunda kwenye mti hivi hivi, huo mti si ndo namiliki tunda ndivi eh? Inavyokuwa kwenye zaka sadaka, mali ambazo tunazipata tuna, tuna, tuna sisi zote ni za Bwana hawezi kumfurahisha Mungu. Sasa kwa nini Mungu tutoe? Wakati mwingine unasema kwamba watu, unajua mambo hayataenda vizuri, kwa hiyo ndio maana tunatafuta njia zingine za kutoa zaka. Hem, soma kwenye kitabu kile cha Zaburi hamsini mstari ule wa kumi hadi wa kumi na mbili uone sasa Biblia unasemaje. Kila hayawani ni wangu, kila hayawani ni wanani. ndio na makundi juu ya milima, milima elfu. ndio ni wanani ndio nawajua ndege wote wa milima, yani ndege wote unaoona, Mungu anawajua na wote wa mashamba ni wangu. mm -hmm. Kama ningekuwa na njaa ni singekuambia, si? Anasema kama ningekuwa na njaa ningefanyani, singekuambia? Ndiyo, ana ulimwengu ni wangu, ulimwengu ni wangu navyo viuja zavyo. Kwa hiyo huwezi kutoa kitu ili Mungu afurahie au kwamba ana njaa? Unajua Mungu ana njaa tufanye hivi <coughs> Biblia nasema angekuwa na njaa angekutaarifu, maana vitu vyote ni vya nani? Ni vya kwake. Ayubu 41 mstari wa 11, soma msomaji, Ayubu 41 mstari wa 11. Ndio, anakuuliza ni nani aliyetangulia kunipa hata nimlipe? Ni nani aliyetangulia kunipa hata nimlipe? Ndio. Kilicho chini ya mbingu nzima ni changu. Yaani, vyote unavyoviona iwe ni mali, fedha, dhahabu, shaba, chochote unachokiona chini ya mbingu <coughs> Mungu anasema ni chake. Ndio. Ishia tu hapo ko, vyote ni vya Mungu. Anauliza kwamba kama we unasema kwamba unajua nikimpa Mungu Mungu atanilipa, anasema ni nani aliyetangulia kulipa hata nimlipe? Soma Wakorinto wa kwanza sura ya 4 mstari wa saba, wa wa saba <coughs> Ndio. Maana ni nani anayekupambanua na mwingine? mm. Una nini? Anasema, una nini usichokipokea? Ndio ulipokea. Kama ulipokea, kwa nini unajisifia kana kwamba hujapokea? Kwa nini unajisifia? Ndio, ishia hapo. Soma kwenye kitabu kile cha Warumi 11 mstari wa 35 na 36. Hapo nataka tu nikuelezee ni ni kwa nini sasa mimi na wewe tunatoa Eh, na tuondoe ile notion ya kwamba tunatoa ili tufanye hivyo kwamba Mungu afurahie atuongezee zaidi. Na tutasoma kwenye Malaki 3 mstari wa nane hadi wa, wa kumi, nasema kwamba Mungu atatujazia, mambo yatakuwa mazuri. Soma soma hilo fungu 11:35, 36 Warumi. Mm. Au ni nani aliyempa yeye kitu kwanza, mm. naye atalipwa tena? <coughs> Ndiyo. kwa kuwa vitu vyote vyatoka kwake vitu vingapi? vi vinatoka kwa kwake, ndio viko kwa uwezo wake tena mm. vinarejea kwake, na pia vinarejea kwake. Sawa, utukufu na yeye milele, amina. Utukufu natakiwa urudishe kwake. Kama ni zako umetoa, rudisha kwa Bwana kwa sababu hiyo ni mali ya kwake. Ndio maana ya uwakili. Uwakili, uwakili unahifadhi kitu ambacho sio chako ndio maana ya nini, ya uakili. Kama tunasema ni uakili, unachosema ni kwamba nimemiliki tu, cha ni cha Mungu sio changu. Kwa wakati mwingine unapong'ang'ana na Mungu anakushangaa umeng'ang'ania, amekupa ni cha kwake, lakini umeking'ang'ania yani anakushangaa hivi. Kwa mfano wewe umempa mtoto kama mnununia we, mwenyewe pipi, halafu kaanza kumuomba akakataa. Hapi inamaanisha nini? Ni mchoyo. Kwa hiyo ndio ndio tafsiri yake tunachokifanya leo, na ndio dhambi ya ubinafsi ambayo tumejifunza, ambayo hiyo ni tawi tu, yaani ni tawi la ubinafsi ambalo linaitwa tamaa, ambayo sasa tutakuja kuona hiyo tamaa inazaa nini, tamaa ambayo inazaa uchoyo, kicho ambacho kilitokea kwa Akani kilichotokea kwa Gehazi, kilichotokea kwa Safira na Anania, ilikuwa ni dhambi hiyo ya ubinafsi ambayo ilikuwa <coughs> ikazaa tawi la tamaa ambayo Biblia inasema ya kwamba ni ibada ya sanamu. Hem, soma kwenye kitabu kile cha Wakorosai tatu mstari wa tano hadi wa, wa, wa, wa sita. <coughs> Ndio, basi vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi, ndio washerati, washerati, uchafu. Ndio, tamaa mbaya, tamaa mbaya. Angalia hiyo, kuna tamaa mbili zimetajwa, lakini ameanza tamaa mbaya, ndio mawazo mabaya, mawazo mabaya na kutamani, na kutamani. Kuna hiyo tamaa mbaya na kutamani, hiyo tamaa mbaya ndio hiyo covetousness kwa Kiingereza, ambayo ndio matawi yake, utakuta kuna uchoyo utakuta kuna uwaji utakuta kuna uongo hapo kwenye covetousness ambayo ilitoka kwa Akani. Lakini unapokuja kwenye kutamani hiyo inaitwa ambition ambayo hii mfano wake unakuta, na, na, na, unakuta na, ba, kwa mfano kwenye kutamani sasa. Tamaani, kwenye tamani ile ambayo unaikuta kwenye amri ya kumi nayosema kwamba usitamani, hiyo ndo tamaa mbaya inayozungumziwa pale, ambayo, tama ambayo tamaa mbaya inazaa ukitamani mke inazaa uzinzi hivi kwa mfano umemtamaa binti, si umeanzia kutamani, inazaa uzinzi, inazaa wizi, unaenda kuchukua hivyo vitu, inazaa uchoyo na mengine hapo. Ndicho ambacho kilitokea kwa Akani. Lakini tunapokuja kwenye ambition hiyo kutamani hiyo, ndio tunayokuja kwenye, ito imetafsiriwa kama intemperance. Intemperance, kutokuwa na kiasi, kutokuwa na kiasi, unakuta ndo inakuta mtu yani inazaa kitu kama inazaa kitu, yani kutojizuia kwa vitu, yani kushindwa kujizuia. Maana mtu anakula kila kitu, anafanya hivi. Hiyo ndio inaitwa kutamani. Kwa hiyo anamalizia sasa, hivyo vyote inasababisha nini? Emalizia msali huo. Baada ya kumalizia huo msali, hiyo anasema ni ibada ya sanamu. Nabii, na kwa ajili ya hiyo inakuja nini, ya mambo hayo, huja ghadhabu ya Mungu. Kwa sababu ya mambo hayo ambayo ni ibada ya sanamu inakuja hasira ya nani? Hem soma, kuna mambo mawili ma, ma, ma, ambayo Mungu ameyakemea ame, ambayo yameandikwa, Petro alian, Paulo aliandika sita mstari wa Korinto wa 6 mstari wa 18 Uone Mungu ametaja mambo makuu mawili ya kukimbia: ibada ya sanamu, ibada ya sanamu. Sasa angalia, mojawapo ni kutamani. Sisi tunazungumzia tu tamaa. Ah, sio kutamani, tamaa, covetousness, ambayo tunakuja kwa upande wa zaka na sadaka, ambayo ipo kwenye ibada ya sanamu. Soma msomaji, kwenye Wakorinto wa kwanza 6, mstari wa 18, ndio kimbieni sana, ndio Ila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake. Ndio. Ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Hapo ikimbieni zina, anasema ikimbie, lakini kwenye kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza hapo amezungumza ya kwanza ya kukimbia ibada ya sanamu, lakini kwenye Korinto wa kwanza, kumi na, wa kwanza kumi na nne mstari wa kumi na tano nafikiri Kipata, inazungumza ina kwamba ikimbieni ibada ya sanamu. Vitu viwili sana eh, uzinzi pamoja na ibada ya sanamu. Ibada ya sanamu ni nini? Tunaingia kwenye kutamani kuliko kuzungumza kwenye Wakolosai. Kwa hiyo sasa tunatoa sio kwa ajili ya kumridhisha Mungu au kumhonga, kwa sababu hata hivyo vitu unavyovitoa ni vya kwake ndivyo Biblia inachosema. Sasa tuangalie kitu kimoja sasa, kuna madhara gani ya kutotoa? Kachukua hicho kitu kitakatifu ukakila kawa cha kwako, yaani ukikichukua, kinakuwa cha kwako. Sasa tusome kwenye kitabu mfano mmojawapo, kitabu cha Yoshua saba mstari wa kwanza, anzia msomaji, Yoshua saba wa kwanza ndio walifanya dhambi katika nini? Kitu kilichowekwa wakfu. Ndio hapa ana, anatajwa mtu mmoja anaitwa Akani, ambaye alikuwa ni mwana wa Kami, mwana wa Zabiti, mwana wa Zera, ambaye alikuwa ni kabila la Yuda ndio Kabila ya Yuda ndio alitoa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu, akachukua vitu vilivyowekwa wakfu vilivyotengwa. Ndio hasira ya Bwana ikawaka juu ya wana wa Israeli. Hakusababisha yeye tu hasira ikawaka kwake, Biblia nasema ya kwamba ikawaka juu ya taifa lote la ta Israeli. Hicho kipindi walikuwa naenda kupigana na mji mmoja unaitwa wa Ai, alipoenda wakapigwa. Yoshua akashangaa, kwa nini imekuwa hivyo? Mungu anazungumza naye katika, usoma mstari ule wa, wa kumi, akamwambia kwamba kuna changamoto fulani imetokea, ndio maana wamepigwa kwenye ule mji mdogo kabisa wa Ai. Soma msomaji kumi, anasema mm, Bwana akamwambia Yoshua, ndio haya, inuka, mbona umeanguka kifudifudi hivi? ndio anasema Israeli wamefanya dhambi, lakini kiukweli haikuwa Israeli yote. Alikuwa ni nani tu? Akani. Lakini ile dhambi ikahesabiwa kwa taifa zima la Israeli. Ndio naam, wamelivunja agano langu nililowaagiza. Ndio naam, wamekuwa baadhi ya vitu vilivyowekwa, watu walichukua vitu vitakatifu vilivyowekwa wakfu. Ndio. Angalia hapo, wameiba wame na hiyo wame wa wizi umetokana na kitu kinachoitwa uchoyo, no tamaa mbaya, covetousness, ikasababisha kuiba, akaficha. Hiyo kuficha maana yake ni nini? Alidanganya. Ndio maana wakati ambapo waliulizwa kwamba ni nani aliyevichukua, yeye akusema, maana yake anadanganya. Ndiyo. Mm. Wana wa Israeli hawawezi kusimama mbele ya adui zao, anasema hawawezi kusimama mbele ya adui zao, wakawapa visogo adui zao, ndio kwa sababu wamelaaniwa. Mimi sitakuwa pamoja nani tena, akasema kwamba mimi sitakuwa pamoja nao tena, ndio msipokiharibu kitu kile mlicho nacho kilichowekwa wakfu, akasema msipokiharibu, mimi sita kuwa pamoja nami tena. Wakati mwingine tunapozungumzia hili fungu, tunapochukulia na vitu vitakatifu, zaka na sadaka, na tukiona mambo yanaenda vizuri, tunachukulia mambo ni safi kabisa kwa sababu Mungu amekaa chini. Lakini Biblia inasema kwamba unajua, Mungu wa kipindi cha agano la kale, leo tumemtofautisha tunamchukulia Mungu wa kipindi cha agano la kale alikuwa ni mkatili mno, yani sasa hivi haifanyiki hivyo. Ukiangalia jinsi ilivyofanyika hata kwa akina Kola kwenye sura ile ya kumi na sita na kumi na saba Mungu akaleta, walipofanya uasi dhidi ya uongozi wa Musa, Mungu akashusha ardhi, watu kani, watu mia sita hamsini ardhi ikafunika. Kesho yake wakaongezeka tena baada ya kunung'unika watu elfu kumi na nne mia saba wakafa. Kwa hiyo tunapomchukulia Mungu wa kipindi kile tunamchukulia kwamba sasa hivi ni neema tu, lazima ufahamu ya kwamba Mungu ni yule yule wa kipindi kile na kipindi cha sasa, hata kama amenyamaza kwenye kitu ambacho tumekificha. Kama ni zaka, nimeificha, nimeitumia, usidhani ya kwamba Mungu hiyo ameiruhusu Mungu bado anayehesabu, na adhabu yake ni ile ile ya kipindi kile. Maanake ni kutengwa, kama tukishindwa kutubu juu ya kitu ambacho tulikifanya, maanake ni nini? Sisi tutabi disqualified. Hebu angalia adhabu yake sasa, tuishie hapo, tuangalie adhabu, angalia mstari ule wa, kwa kila ambacho alikificha, ambacho sasa leo chukulia zaka na sadaka mstari ule wa 20. Aa, anzia mstari kwa sababu ya muda, anzia mstari ule wa, wa kumi 10 na katikati 20, 20 na tatu. Mm. Baada ya, baada ya ile msako kufanyika, wakakuta aliyeficha ni Akani, sasa wakavitoa, utaenda kusoma hiyo sura ya saba ndio Nao wa na wakaviweka chini mbele za Bwana. Ndio, 24. Na ndiyo, kisha Yoshua na Israeli wote pamoja naye wakafanyaje? Wakamtwaa Akani mwana wa Zera na ile fedha, wakamtwaa Akani mwana wa Zera na ile fedha na, na ile joho na joho aliyoliiba na ile kabali ya dhahabu ndio. Na wanawe na binti zake. Sio yeye tu, na wanawe Ukiangalia hapo yaani wanawe hawakuhusika. Okay. Lakini Biblia inasema kwamba na wanawe ndio. Na ng'ombe zake. Na ng'ombe wake aliowafuga wa kwake sio wa Bwana. Wakwake kwake aliowafuga. Ndio. Ndipo Israeli wote wakampiga kwa mawe. Ndio. Kisha wakawateketeza waka kwa moto. Mm. Um. Na kwa, na kuwapiga kwa mawe. Wakafanya hivyo. Unajua kwa nini Akani aliteketezwa? sio kwamba Mungu akutoa rehema. Alipewa muda mrefu sana wa kuweza kutafakari, na dhambi ya tamaa inaanzaka polepole. Unaona kabisa mambo yanaenda vizuri, nachukulia tu, mbona ni kawaida tu, yani Mungu amekaa kimya tu, yani moyo unakuwa ni mgumu, yani unachukulia hicho kitu ni cha kawaida kabisa pole pole hapo ni Mungu amekaa kimya. Hebu soma kwenye kitabu cha Petro pili sura ile ya tatu msali ule wa tisa alafu ende wa 15 uone Mungu anapokaa wa kimya wanadamu tumejifariji. Anasema, ndio Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake, ndio kama wengine wanavyokudhani kukawia, ndio bali huvumilia kwenu, anapovumilia ndio maana hapendi mtu yeyote apotee, taki yeyote apotee, ndiyo, bali wote wafikilie toba. Tamanio la Mungu wote wafikie toba.